Wakati timu ya taifa ya Tanzania ikiwashangaza watu wengi sana kutokana na performance yake nzuri katika michezo hii ya Afcon. Uh, Tanzania ilifuzu kwa njia ya best loser, ambapo ilipata points mbili sawa kabisa na Angola, lakini upande wa magoli ya kufunga ndipo ambapo Tanzania ilifanikiwa kuqualify. Lakini sasa ukiachana na Tanzania, kuna timu pia ambayo ilifuzu kwa njia best loser. Hii ni timu ya taifa ya Sudan, ambapo sasa ndio kuna utofauti hapa. Tunajua Tanzania kwenye kufuzu ilifunga magoli matatu. Sasa timu ya taifa ya Sudan mpaka inafuzu kwenda katika hatua ya 16 bora haikufunga bao lolote. Bao pekee ambalo timu ya taifa ya Sudan walifunga ni bao ambalo walicheza katika hatua 16 bora dhidi ya timu ya taifa ya Senegali ambapo walifungwa kwa jumla ya mabao matatu kwa moja. Sasa ukiangalia timu ya taifa ya Sudan katika michezo yake ambayo imecheza, ambapo ilikuwa kundi moja na Senegal, ilikuwa kundi moja na Algeria pamoja na Equatorio Guinea, ilishinda mchezo mmoja dhidi ya Equatorial Guinea, mchezo ambao Equatorial Guinea walijifunga goli wenyewe. Kwa hiyo kati ya records ambazo pia zimewekwa katika mashindano haya Afcon safari hii, pia rekodi ya timu ya taifa ya Sudan ipo kwamba ni timu ambayo ilifuzu kwa njia ya best loser, lakini haikufunga goli hata moja mpaka inafuzu, ila bao pekee ambalo walifanikiwa kulipata ni bao ambalo Equatorial Guinea walijifunga wenyewe katika mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Sudan.